ziara hii ni ya kawaida. Sasa tulianza kukagua Jimkana Nosku pamoja na Meja Jeno Samuyo, tukaenda Zanzibar, narudi Mkapa na Mkapa nitarudi tena Kubo, wa wa kwa sababu bado package ni kubwa, na tutaenda Gombani ili kujiridhisha mkakati wa serikali wa kuhakikisha michezo inachezwa Tanzania unabaki kuwa ule ule na kwa kuwa tumewapa wakandarasi wanawajibika kutupa taarifa za kwa mara kwa mara. Kwa hiyo nimefurahi leo kusikia kwamba pichi ya Mkapa iko vizuri na viwanja vingine vyote vizuri, na kule kunaendelea vizuri, na hapa sasa sisi tumefurahi kusikia hilo. Tuliposikia kwamba uwanja huu hautatumika tulipata shock kuonekana kwa kwamba labda watu wetu tuliwapa kazi ya kutengeneza hawajawajibika lakini seme hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira miguu Afrika, wala hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira duniani. Sisi jukumu letu ni kuimarisha miundo mbinu, na hapa tumekuja kukagua miundo mbinu, na bahati tumepata taarifa miundo mbinu hii inaweza kutumika hata leo na kuendelea. Muhimu ni pale ambako kunatokea dosari, watuambie kuna dosari, kwa sababu marais wetu Dr Samia na Mheshimiwa Mwinyi wametenga fedha kutosha kuhakikisha kwamba ukarabati wa miundombinu hii wakati wote unafanyika ili mashindano kuchezeka Tanzania. Kwa hiyo tunao wajibu, watendaji wenzangu wa serikali kufanya ufuatiliaji kama tunavyofanya kufanya ufuatiliaji kama ambavyo tunafuatilia kwa hiyo malalamiko yanaweza kuja kutokana kwa ma, hayo kinachosikika hicho, hiyo ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na klabu yenyewe. Sisi kama serikali, miundombinu, uwanja uko vizuri. Wakiamua tutawaruhusu waendelee, sisi hatuna shida. Tumeshawajengea na tumeweka fedha kwa ajili yao ili waje kutumia. Hata leo wakitaka kutumia leo watumie tu, ta tumeweka. Wakitaka kucheza saa nne usiku inachezeka wakitaka saa kumi mchana mchana, ruhusa, sisi hatuna shida. Kwa hiyo hayo ndio maazimio ya kikao chetu cha leo. Kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti wa baradh ya michezo, nikupongeze kwa usimamizi wa karibu pamoja na wizara, na sasa tunaendelea isamuyo, na kwa bahati mkandarasi, kwa bahati nzuri mkandarasi, tarehe ambazo tumewekeana bado yuko kwenye time, hatuna mashaka na yeye na kampuni hii inaweka viti na huko installation inaendelea vizuri. Na pia mwaka huu tuimarishe kule VIP ili viongozi wanaotaka kulipa na nini wakae huko huko juu, huko kwenye vioo huko, wanapata na AC zao huko. Kwa hiyo uwanja wetu utakuwa bora zaidi baada ya kukamilika kwa maeneo yote. Mheshimiwa Waziri na kushukuru, katibu mkuu, muendelee kusimamia. Mheshimiwa mwenyekiti baraza la michezo na mtendaji wetu baraza la michezo, wakandarasi, nawashukuru sana wote, mwendelee na kazi na baada ya hapo e, ni waage sasa. Tutawajulisha tutakapokuja tena kukagua maeneo ya ndani e, ili tuone maendeleo hayo.